Hello dear friends, welcome again to my channel. It's me Teacher D. Kama ni mara yako ya kwanza watembelea hii channel ni kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Ah uh, ninaendelea kukupa updates za watu ambao wameitwa uh, kwenye usaili kutoka katika halmashauri na manispaa mbalimbali nchini kwa ajili ya kusimamia au kwa ajili ya kujiandaa na usimamizi wa uchaguzi ah, uh, Oktoba 29. Na leo tuna update nyingine kutoka ya halmashauri ya Kisarawe ambapo uh, tuna taarifa ya watu ambao wameitwa. Nina orodha hapa ya watu ambao wameitwa kwenye usaili, lakini nitakuonesha na ratiba na kila kitu. Cha kwanza nitabidi nikusomee hili tangazo, ili uweze kujua inaendaje na inasema, kuitwa kwenye usaili. Hii ni kutoka halmashauri ya, ya wilaya ya Kisarawe katika jimbo la Kisarawe, hiyo ni Pwani, kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu kwa kuzingatia masharti uh, ya kifungu cha sita kifungu kidogo cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 kikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni za uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani za mwaka 2025, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kisarawe anawatangazia waombaji wafuatao kufika kwenye usaili tarehe nane. Usaili utafanyika tarehe nane, ngoja ni noti hapa kabisa. Usaili huu utafanyika tarehe nane ambapo aa, siku ya Jumatano katika ukumbi wa Minaki Sekondari. Wasailiwa wote wanaelekezwa kuzingatia muda wa kufika ukumbini bila kuchelewa. Ah, utaruhusiwa kuingia ukumbini nusu saa kabla ya mtihani au usaili kuanza kama inavyoonekana kwenye kundi lako la hapo chini. Sasa muda wa kufika huko kama hivi, muda wa kufika ukumbini aa, kundi la waombaji. Kuna kundi A namba moja hadi namba mia nne ishirini na sita wataingia saa mbili hadi saa tatu asubuhi, na muda wa kuanza usaili utakuwa ni saa mbili hadi saa tatu, kundi A namba na kundi A namba A 427 hadi 852 ni kuanzia saa 4 hadi saa tano. Kundi A, tena namba 853 hadi 1277 kuanzia saa sita hadi saa 7. Kundi B namba moja hadi 339 itakuwa saa nane hadi saa tisa mchana. Kwa hiyo lazima uangalie kwenye hiyo orodha wewe namba yako iko namba ngapi, ili usije ukachanganya makundi hapa, ili ni jambo muhimu la kuzingatia. Sasa mambo ya kuzingatia ni kwamba: fika na kalamu ya kuandikia, kitambulisho chako cha NIDA au mpiga kura. Kuchelewa kufika kulingana na kundi lako ni kigezo cha kukosa sifa. Namba yako kwenye orodha ndiyo namba yako ya mtihani na kuingilia ukumbini, hivyo hakikisha umeikariri sawa. Lakini usipofika kwenye usaili kwa sababu yoyote ile uta, utakuwa utakuwa umesha umeshakosa sifa. Waombaji walioitwa ndio waliokidhi vigezo. Kila mtahiniwa atagharamia kwa kila kitu siku ya usaili, atajigharamia. Sasa nafikiri umeshaambiwa. Hii orodha unayoiona hii, watu wako around. Tukiona hii, ukichukua watu elfu moja mia mbili sabini na saba alafu ukaongeza na hii mia tatu kuona around watu elfu moja mia tano kwao, hii kila namba ambayo unaiona hapa, mtu wa kwanza, namba hii ndo namba yako a, namba A kundi E na wasimamizi wa vituo vya kupiga kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia, kupigia kura namba zao ziko hapa. Kwa hiyo hii nitatuma hiyo orodha, nitaweka link ili uweze kudownload kuweza kuona wewe jina lako liko wapi. Hili ni jimbo la Kisarawe katika halmashauri ya Kisarawe. Kumbuka usije ukachanganya namba, namba yako uzingatie na hilo jedwali ambalo linaonyesha muda wako wa kuingia kwenye usaili. Kwa hiyo nitaweka link ya PDF uweze kudownload mwenyewe na kuanza kutafuta jina lako, mtu ambaye uliomba nafasi za kusimamia uchaguzi katika jimbo la Kisarawe. Kama utakuwa na swali au kuna kitu ambacho kinakupa utata au ujaelewa, unaweza kaandika kwenye comment hapo, nitajibu ni lakini hata wahusika wanaweza kaona wakakusaidia. Thanks for watching. See you next time with me, Chadi. Bye bye. Lakini pia niwakumbushe kwamba makarani waongozaji wa wapiga kura, hii ni group B ambayo ina watu 300 na kitu. Sasa niwakumbushe kwamba nitaendelea kutoa update za kila na halmashauri ikiwa inaendelea kutoa hizi nafasi. Hii ni Kisarawe kwa sasa, kwa hiyo kila itakapokuwa ikitoka mkoa nani, Tanzania nzima, nitajitahidi kufuatilia ili kuhakikisha kila mtu anapata hii update. Usichelewe, kumbuka usaili ni tarehe nane Jumatano.